Kwa majina naitwa Karen Philip Meena ni mhitimu wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Vunjo. Shule hii inatoa elimu ya kijamii kidini, pia na shughuli za mikono. Katika shughuli za mikono shule hii inafundisha vijana mbalimbali mbali, jinsi ya kufanya shughuli mbali mbali za mikono kama ukulima na pia kuna ufugaji ambapo hii, hii inaweza kumwezesha mwanafunzi pindi pale atakapomaliza kidato cha nne, maana kuna miezi mingi ya kukaa nyumbani, kwamba asiwezi kukaa ni ile sehemu moja asifanye kitu chochote, kwamba ana ule ujuzi wa kufanya chochote kitu ambacho kinaweza kikamuingizia kipato yeye kwa wakati huo anao baki nyumbani. Na pia mwanafunzi huyu anahitaji nini? Anahitaji sapoti kutoka kwa serikali kwa wazazi, na pia kwa watu wanaomzunguka kwamba asipatikane mtu yoyote yule ambaye atakayeweza kumkatisha tamaa. Anatakiwa atiwe moyo, ili kile ambacho anakifanya kiweze kutimia. Kwa majina naitwa Eric Agustin Tesha, ni mhitimu wa kidato cha nne katika shule ya Vunjo Sekondari. Katika shule yetu tuna elimu mbalimbali mbali, pia tuna elimu za kujifunza kwa vitendo ambazo hizi elimu zinaza, zinatupatia namna mbalimbali mbali, na jinsi mbalimbali mbali ya kutuwezesha sisi kujianzisha na kujiendeleza sisi wenyewe bila kuwategemea wazazi kwa ukubwa. Kwani elimu hii inahusisha vitendo pia, vitendo hivyo ni virahisi sana na ni vinatupelekea sisi kushika vitu mbalimbali na namna mbalimbali ya kufanya jambo lolote lile kwa kujiamini na kwa ufanisi ulio wa juu. Tumeona wimbi la vijana, hasa nyakati hizi, wakiwa wengi ni tegemezi, sio vijana waliokuzwa katika maadili ya kuweza kujitegemea. Hao ndio tunaona wengine wana kukaa kwenye vijiwe huko kwenye shughuli zao, lakini hawa waliojifunza hapa, tuna uhakika wataondokana na ufukara, wataondokana na wizi, wataondokana na ulevi, mambo ambayo yanaathiri maadili ya vijana. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba hawa vijana waliojifunza hapa watakuwa tunu kwa taifa, lakini watakuwa kichocheo kwa vijana wengine, na wao wakiwatazama jinsi watakavyokuwa wanajiingiza katika majukumu kadha wa kadha watakuwa kichocheo kwao, watawavuta, watawageuza, watawabadilisha. Tunaamini kwamba watakuwa kielelezo chema kwa jamii, lakini lengo lengu, -lengu hasa kwa sababu ya taasisi mpya zilizoletwa na elimu ambayo tunahitaji elimu ya vitendo ya kuwasaidia vijana na changamoto ya ajira, sisi kama bodi tuliwahi kuwaza siku moja kwamba tunahitaji tuwe na entrepreneurship hub au kitengo cha ubunifu na ujasiriamali, ambapo watoto wakitoka hapa, anatoka na elimu yake ya cheti cha fomu

Matokeo sio miujiza ni maandalizi. Matokeo sio miujiza ni maandalizi. Ninapata ujasiri kusema haya kwa sababu tumefanya maandalizi na tukimtegemea Mungu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe like, kushare na kucomment.